Mimi napenda kumshukuru Mungu, ajina anaitwa Fikiri. Nimekuja hapo kwa mwaliko wa mchungaji, sasa nikasema ngoja nitembelee kwenye ibada. Baada ya kufika hapa, sema kweli, nikawa nimesimama hapo nyuma, katika maombi yanavyoendelea, basi nikaanza kujisikia mguu kama unakuwa mzito, maumivu yanakimbilia kiunoni, lakini kwa sasa hivi niko mzima Amen. Yaani wakati wakati unatoka nyumbani ulikuwa hujui chochote na hauna kitu Haujisikii shida dio? Ila ulivyokuja ukasikia mguu unauma unauma, alafu saizi unajisikiaje? mwepesi, mwepesi. Mm. Ile maumivu yasikii tena ndio? Mungu amekuponya, unaamini Mungu amekuponya? Aliyefanya eh? ni Yesu si ndio? Kwa unampa utukufu yeye. Amin. Maisha ya mtu yako kwenye mikono ya Mungu na hatua za kwake, bila nguvu ya Mungu kuingilia kati, Amen. Haziendi. Wewe unasikia mguu unaanza kuwa mzito, unajua maana hasa wewe unajua nini maana ya mguu? Kwa sasa hivi wewe ndio umekuja kanisani, ila ukiendelea kusoma Biblia mm. utaelewa nini maana ya mguu. Amen. Sawa sawa, ukiwa mzito na mishako anakuwa mazito, hatua zako zinakuwa haziendi, kweli? Ushona mtu ukifungwa mawe kwenye mguu alafu kaambia kimbia. Hawezi kenda sawa na mtu ambaye hajafunga moyo kwenye mgumu kakimbia mkaenda sawa. Ni kweli. Sawa? Amen. Biblia inasema tufunge utali wetu miguuni tu, si ndio? Ah, ndio. Tuvae viatu vyetu. Si ndio? Utali uko kwenye nini? Ndio. Eh, hatua zako zinafungwa kwenye miguu yako. Amen. Lakini pia umiliki wako. Hawezi kupata umiliki wako kama miguu yako imefungwa. Sawa? Amen. Na ndio maana sasa mnatakiwa mjie kanisani. Sio mtaani unapofunguliwa, kanisani. Kwenye kitabu cha Obadia sura ya kwanza, kina sura moja mstari wa 17, nasema katika mlima wa Bwana patakuwa na kukombolewa. Wana wa Yakobo watamiliki milki yao. Hapo ni mlima Sayuni, there shall be deliverance. Patakuwa na kukombolewa na wana wa Yakobo. Sio wana wa baba yenu, sio wana wa nani, sio wana wa baba yako hivi. Wana wa Yakobo. Ili uwe mwana wa Yakobo inabidi umpe Yesu maisha yako. Uokoke ili uwe mzao wa Ibrahimu kwa imani, ndipo unakuwa mwana wa Yakobo. Afu unamiliki milki yako. Sawa? Amen. Eh, hey, mwambie Yesu asante sasa. Mwambie Yesu asante boo, umekuja sasa. Sikiliza, kilichokua kina kufunga na kukutesa ukiachana na Mungu kitaendelea kuja. Sawa? Amen. Hauko unajua kilikujaje na hauko unajua kama unacho. Ila leo Mungu amekusaidia, amekuleta kanisani, umekuja kimetoka. Usimwache Mungu. Amen. Usiache ibada. Sawa? Amen. Jifunze kukaa kwenye neno lake, soma neno hata kama uelewi, soma. Roho Mtakatifu ni mwalimu, atawana kufundisha hata kama hujui kuomba omba. Hata kama ni kwa dakika mbili omba, unapata kufanya vitu vyako omba, ukienda kazini omba, ukirudi nyumbani, omba. Sawa, mwambie Mungu akusaidia. Hata Mungu anasikia vizuri sana sawa. Hata kama hujui cha kusema, we sema kile ambacho kimo ndani ya moyo wako sawa. Amen. Na hakikisha kila siku unasoma angalau mstari moja wa Biblia. Usiache ibada, nguvu za Mungu za kusaidia, na kesho yako itakuwa njema. Mungu akubariki sana.